ongozi wa chama cha Wiper wamekashifu matamshi ya Rais William Ruto kuhusu msimamo wao wa kutounga serikali ya Kenya Kwanza mkono, wakisema kamwe hawatashirikiana na serikali inayowanyanyasa Wakenya. Wakizungumza katika kampeni za mwaniaji wa mwakilishi wadi wa Mumbuni Kaskazini na chama cha Wiper Antony Kisoi, viongozi hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti walimtaja Rais Ruto kama anayewahadaa Wakenya kwa kuwapa ahadi zisizo za kweli, wakisema mkombozi wa taifa hili ni kinara wa chama hicho cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Hafla oh, na... ya kampeni za mwaniaji wa Mumbuni Kaskazini, kaunti ya Machakos, Antony Kisoi ilitoa fursa kwa viongozi wa chama cha Wiper kukashifu matamshi ya Rais William Ruto kuhusu msimamo wa eneo la Ukambani kutomuunga mkono, wakisema kama watashirikiana na serikali inayowanyanyasa wa Kenya. Mimi nashangaa tunaambiwa sisi Wakamba, eh, ni watu wa bomwe na vetwe, you know, bomwe na vetwe inamaanisha msimamo. Sisi Wakamba tukiongea tunaongea na sauti mo, tukiongea tunaongea na sauti mo. Watu viongozi hapo wanabeba Wakamba ufala, wakati wa kubeba Wakamba ufala katika hafla iliyoandaliwa eneo la Kisoni, kaunti ya Machakos, viongozi hao walimtaja Rais Ruto kama anayewaadaa wa, wa Kenya kwa kuwapa ahadi za uongo akijua kuwa hatatekeleza, wakisema mkombozi wa taifa hili ni kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Kamba sisi hatutaki matusi, sisi kamwe hatutaki matusi, tunataka heshima. Na mulichukua nchi ambayo ilikuwa na amani nchi ambayo ilikuwa imeungana nchi ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa ameleta kila mtu pamoja. Tafadhali, imebaki mwaka mmoja, mwende nyumbani, msiache nchi wa Kenya wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu ameleta kana uongo, ile tabia yake ya uongo, kusema uongo kila mara. Ndi ale tugarau pale Kitui akasema uongo mingi sana na tena akatukana Wakamba na akatukana Kalonzo. Huwezi sema ati Wakamba ni watu wapomwe. Wa na veto wamebaini kuwa ushindi kwa mwaniaji Antony Kisoi ni ushindi kwa Kalonzo, kwani itabaini ikiwa upinzani watampa tiketi ya kuwania urais. Kwa hivyo sisi kule kwetu tunangoja ndio tuone mko serious namna gani. Hata kule kwetu wanasema kura kwa Kisoi ni kura kwa Kalonzo. Kura kwa Kizoi ni kura kwa Kalonzo, sababu wale wengine wamekuja na chama vingine hapa. Watu wa roho chafu wale kavaa luku, eh? wale wa roho chafu, sijui chama inaitwa maendeleo chafuchafu chafu. hata hivyo, wamekashifu matamshi ya gavana wa Nyeri Mwalimu Mutaikaiga waliosema ni ya kuweka ugomvi, kuchochea pamoja na kuwapiganisha Wakenya. We have to be very careful from whichever side. Tunaongea kwa sababu tunashangaa, tunaona viongozi kutoka pande hii wanasimama wanapiga wengine, wengine kutoka pande hii wanasimama wanapiga wanini wengine. Hapa sisi tunasema tafadhali. Isaac Musyoka, Undugu TV.